Ndoto za wanyama. Sasa kama ni mtu ambaye unanisikiliza au unanifuatiliaga, utakuwa unafahamu, maana niwahi kuzungumzia ndoto kadha wa kadha, lakini ewi inaendelea tena kuhusiana na ndoto hii ya wanyama. Lakini pia kumbuka hili swala ni refu sana, ni swala refu mno, kwa hiyo nitakuwa nakata vipande vipande kutokana na uwezo waachi kifaa au simu yangu naitumia nitavikata vipande vipande. Tambua, ukianza kunisikiliza basi hakikisha unasikiliza na kipande kijacho, ili uweze kuelewa nini maana ya ndoto za wanyama, nini maana ya kushambuliwa, na ni nani anayekushambuliwa, na jinsi gani unaweza kuzivunja ndoto za wanyama, na jinsi gani unaweza kumtambua adui yako. Kuna namna fulani fulani nitakufundisha, ili uweze kumjua adui yako ni nani. Unajua ndoto za wanyama maana yake kuna mtu amejificha, yani unashambuliwa na mtu, tatizo amevaa sura ya mnyama ili usimfahamu, na huyo mtu anaweza kavaa maumbo tofauti tofauti tu ili kusudi asijulikane. Sasa kabla sijafika huko, ngoja nianze hapa kwanza eh, kuhusiana na utangulizi wa leo. Kumbuka, unapoota ndoto yoyote upo katika ulimwengu waloo, na ulimwengu aloo ni ulimwengu ambao usionekana, ila tunaweza tukauona aidha kwenye maono au tukienda kulala kwenye ndoto tunaanza kuchungulia kuona ulimwengu aloo. Lakini wachawi wenzetu, wachawi wao wanatumia, wana ulimwengu waloo vizuri, kwa sababu wenyewe wanapaa, hatuwaoni, wanakuja kwenye nyumba zetu, watu waoni wanakuja katika, hata katika ndoto hatuwaoni. Katika ndoto tunaona ndoto, lakini wanaotumia vizuri ulimwengu alo, na wale wapo sana ron, kwa sababu wanasafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Mtwara, Mtwara mpaka Singida, Singida mpaka Dodoma, wanasafiri kwa siku moja, lakini kwa njia ya ulimwengu alo. Sasa lazima tuufahamu vizuri ulimwengu alo ni nini na inawezekanaje?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 alitubariki baraka zote za roho katika ulimwengu wa roho. Sasa kumbuka, upo ulimwengu wa roho ambao chochote kilichopo humo ndani ni roho. Naona anaingia roho, baada ya hapo anajigeuza maumbo yoyote. Sasa huu ulimwengu wa roho ni ulimwengu usioonekana, ila sisi tunaweza tukauona ulimwengu wa roho kupitia kwenye ndoto au kwenye maoni. Sasa Siku moja Yesu baada ya kufa na kufuka akavaa umbo ambalo, eh, akavaa mwili ambao wa kujigeuza geuza, kwa sababu alikuwa rohoni na sheria moja ya ulimwengu ya, ya, ya loo ni kwamba kiumbe kinaweza kikajigeuza kikawa kika kika kitu chochote. Kwa mfano kusoma kwenye Marko 16 mstari wa 12 Marko 16 mstari wa 12 kumi na mbili, mbili. Anasema baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao na sura nyingine, nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Huyu ni Yesu, huyu amekufa, amefufuka, lakini kwa vile mwili wake ule ni waloon anaotumia kujigeuza kwa namna yoyote, akasema, na baada ya hayo akawatokea watu wawili miongoni mwao ana sura nyingine, lakini ni yule yule Yesu ni ule ule Yesu lakini amewatokea watu ana sura nyingine ona. Kiumbe kinapokutokea ikiwa kiumbe cheloon kinapokutokea kwa, kwa sura labda ya nyoka apa, kwa sura ya chatu anakuwa ni, ni adui yako, ila tu amejigeuza usimfahamu. Sasa Yesu aliwatokea ali, ali watu kwa sura nyingine kusudi kwa wakati ule usimfahamu. <clears throat> Sasa watu au kumjuka wakati ule utaona tena, kuna Yohana kumi na Yohana ishirini. Kuna Yohana ishirini kumi na tano Yesu akamwambia mama, unalilia nini? Unamtafuta nani? Naye huku akidhania ya kuwa ni mtunza bustani, akamwambia, Bwana, ikiwa umemchukua wewe, uniambie ulipomweka nami nitamwondoa. Huyu ni Yesu akamtokea Mariam Magdalin, alikuwa na pepo saba, lakini hapa Yesu ametokea kama mtunza wa bustani. Mona e, kama ni, ni mtunza bustani, anatunza bustani, anamwagilia bustani, anapalilia bustani, akimwangalia ni mtunza bustani, lakini kwa vile ule mwili wake alioutumia ni warohoni kwa hiyo amejigeuza, amekuwa ni mtunza bustani, kwa pale juu tuliona aliyetokea kama yani, kama bwana shamba, unaona no. Yani mtu ambaye e, ni kama shamba boy, lakini hapa ametokea kama ni mtunza bustani, lakini ni, ni, ni Yesu yule yule. Kuna wakati adui yako anakuchengesha, ana, ana anakujia kwa sura tofauti tofauti katika ulimwengu alo ili kusudi usimjue ni nani. Ndio maana mimi leo nimeamua kukufundisha mambo haya. Nataka siku hii ya leo nikufundishe namna ya kuomba na kumtambua dui yako ni nani. Ili dui akije katika nyoka umchoe akije katika chat umfahamu, na kutaja dui yako ni mmoja ila anakuchengesha, chengesha. Tatizo haujafahamu mahali ya rohoni. Sasa Maria Magdalene akajiwa ni mtuza bustani. Lakini ni Yesu yule yule. Kwa mfano mwingine ukisoma kwenye Yohana ishirini na moja mstari wa kwanza e, utaona baada ya hayo Yesu alijidhihirisha tena kwa wanafunzi wake penye bahari ya Tiberia, naye alijidhihirisha hivi. Alidhihirishaje? mstari wa pili Simon Petro na, na Tomatho aitwae pacha na Nathanieli wa Kana ya Galilaya na wana wa Zebayo na wengine wawili wa wanafunzi wake walikuwepo pamoja. Simon Petro akamwambia naenda kuvua samaki, nao wakamwambia sisi nasi tutakwenda nawe. Basi wakaondoka wakapanda chomboni, ila usiku ule hawakupata kitu hata asubuhi kulipokucha, Yesu alisimama ufuoni, walakini wanafunzi wake hawakumjua ya kuwa ni Yesu. Umeona? Hao, unaona wanafunzi wameenda kuvua samaki, lakini Yesu siku hiyo akawatokea. Umeona? Akawatokea lakini amewatokea ana sura nyingine. Ni, ni Petro anamjua Yesu kabisa Umeona? wakina Filipo wanamjua Yesu kabisa ameishi nao lakini amekufa, amefufuka, amekuja na umbo jingine mm. shida ilikuwa kwenye kumtambua. Sasa unaona, mtu anaweza kawa anatokewa na viumbe vya ajabu ajabu, shida na shida kufahamu mm, kiumbe hichi cha namna gani? Unaona, mtu ameenda kulala anatokewa na viumbe vya ajabu ajabu, au kuna wakati mtu mwingine hajalala lakini anaona tu viumbe hivyo ajabu ajabu. Ni wale tu ni, ni, ni viumbe lakini vinajigeuza sura, kwa sababu yupo katika ulimwengu alo. Tunaona hapa pamoja na wanafunzi wa Yesu kukaa na Yesu Walip, Yesu alipoamua kuwatokea siku hiyo wakashinda kumtambua. Na sasa ukisoma mstari wa tano, basi Yesu akamwambia wanangu, mnakitoweo wakamjibu la. Mstari wa sita akamwambia nitupeni jarife upande wa kume wa chombo, nanyi mtapata. Basi wakatupa, wala sasa hawakuweza kulivuta tena kwa sababu wingi wa samaki. Mstari wa saba, basi yule mwanafunzi ambaye alimpenda akamwambia Petro, ndiye Bwana. Naye Simoni Petro aliposikia kwamba ni Bwana, akajifunga vazi lake, maana alikuwa uchi, akajitupa baharini. Tunaona hapa Yesu anawatokea wanafunzi wake tena, wapo katika kazi zao za kila siku. Yesu anawatokea pamoja, wamekaa naye, lakini ameshindwa, wanafunzi wameshindwa kumjua kama ni Yesu. Sasa nataka nikufundishe leo hii kwamba katika ulimwengu wa roho, kiumbe kinaweza kikijigeuza kwa namna yoyote hata kama ni mtu unamjua, lakini akikujia rohoni anaweza akavaa umbo lolote ili kusudi usimfahamu kwa wakati ule. Ndio maana sasa lazima tu tuna maarifa kwamba tunamvua ile sura abaki katika sura yake halisi. Njia nzuri ya kuweza kumjua adui yako ni nani, ukiona unashambuliwa sana na ng'ombe, au unashambuliwa sana na nyani au masokwe, unasema tu inakuvua ile umbo la nyoka au la nyani ubaki katika umbo lako la asili. Utashangaa unamwona adui yako anakuja mzima mzima, unaona kabisa ni mtu fulani. Usishangae adui yako anaweza kuwa ni baba mdogo au ni bosi wako. Kwa hiyo katika ulimwengu leo inaweza kawa ni hivyo. Ndio maana sasa tunafundishana mambo haya ili kusudi tuweze kuwafahamu maadui zetu. Shetani anafurahi sana pale asipojulikana, au wachawi wanafurahi sana pale ukiona asipojulikana. Ukienda kulala hivi siku hiyo kakushambulia labda ni mnyama fulani, ukaamka ukasema, jamani, leo nimeshambuliwa na nyoka mkubwa sana. Mchawi anafurahi s so, hey, kumbe hajanitambua jamani, leo nimeshambuliwa na sokwe mkubwa mno. Mchawi akikusikia hivyo anafurahi kwa sababu wanajua hajaniona lakini ukimuona akiwa anasema nimekuona yaani, ukienda kulala tu ukaona ni mtu anakushambulia, ukamwambia nimekuona, ukamwambia nimekuona, mchawi anaogopa sana kwa sababu anaogopa kuonwa. Ndio maana anavaa maumbo tofauti tofauti. Mwana Mungu, jifunze, chukua maarifa ya leo. Siku leo hii lazima uombe. Unapoenda kuomba, sema tu, Bwana, yeyote atakaye kuja katika umbo la nyoka ama paka, inakugeuza ubaki katika umbo la asili. <laughs> maisha yetu tunashambuliwa sana na maadui. <clears throat> Sasa maadui ni wengi, kuna wakati unalala unashangaa kuna paka analia. Sasa unamwambia tu, wewe paka, inakugeuza sauti yako ibaki katika sauti ya asili. Siku hata <laughs> kulala, tumwambia mwana paka kwa dirisha langu kwanzia leo, ile sauti inaigeuza, ibaki katika sauti ya asili. Unakati paka ni paka, lakini mtu amekuwa amejigeuza sauti ili usikie sauti kama kama ya paka, au kama ya mtoto mchanga hivi ili usiweze kutambua vizuri. Lakini ukisema ninaigeuza ile sauti ibaki ile sauti ya asili, usishangae unasikia sauti, sauti ya baba mdogo au sauti ya mama mdogo au sauti ya bosi wako. <laughs> Utashangaa kweli, maadui zako hawatoki mbali na leo hii tutawatambua, tutawatambua katika jina la Yesu. Sasa hapo nimekupa tu utangulizi kwamba kiumbe kinapokua katika ulimwengu aloo huo, kinajeuza maumbo, kinavaa umbo lolote. Ndio maana pale mtu anaanza kuota wanyama, lakini kumbe sio mtu, sio mtu yule, sio mnyama yule, ni mtu mone. Inakuchanganya mno sasa Kabla sijaendelea yako mambo ya kuangalia hapa, kuna maswali kumi na mbili ya kujiuliza unapoota ndoto za wanyama za mashambulizi. Yako mambo ya kuangalia, hiki kipengele kingine, kuna maswali kama kumi na mbili ya kujiuliza unapoota unashambuliwa na wanyama. Swala la kwanza ya kujiuliza, kushambuliwa maana yake nini? Ukishajua kushambuliwa maana yake nini Ukishafahamu mamahili utajua ni sababu gani ya mtu anakushambulia. Yaani utafahamu ile sababu, kwamba kushambuliwa maana yake nini? Ukijibu swali hili kwamba utajua sababu ya mimi kushambuliwa. Swali la pili kujiuliza ni kwamba kitu kinachokushambulia, je, ni kitu gani kinakushambulia ndotoni? Unaona? Uta, utajua aina ya roho inayokushambulia ukijibu swali hilo. Kwamba ni kitu gani kinanishambulia roho? Ni nyuki haka chatu, sisimizi, ukishajua au chura, baadaye hapo utafahamu ni roho gani inakushambulia. Pia swali jingine jiulize, silaha zinazotumika kushambulia, je, ni panga e? anakushambulia kutupia silaha gani? Umeona silaha anayoitumia utafahamu mbinu ambazo anazitumia shetani kukushambulia wewe. Mona, anakushambulia kwa panga, ametumia lungu, katumia nini, fimbo ametumia labda, au labda akatumia kama kamba ya kumchapia mtu e, utafahamu mbinu au mbinu za kukushambulia wewe. Pia unashambulia kutoka wapi e? Ulipoenda kulala mashambulizi yako uliona wapi? Ulipokuwa njiani, nyumbani, porini, kazini, eh? katika ulimwengu leo, unaweza kaota unashambuliwa. Bwana, nilishambuliwa ile ndoto. Bwana, nilikuwa kazini hali ile ndoto. Bwana nilikuwa, nilikuwa nyumbani ili ndoto. Nilikuwa porini, nilikuwa kwenye msitu, nilikuwa kwenye angani, mahala popote. So ukifahamu mambo hayo, utajua ni eneo gani unashambuliwa, yani utajua eneo gani ambalo limevamiwa. Umeona, ukiota huko nyumbani unashambulia uko nyumbani, manake maombi mengi yawekeze nyumbani. Ukiota unashambulia ukiwa kwenye njia, basi hakikisha kuna ulinzi kwenye njia. Unaota unashambulia ukiwa kwenye dukani kwako, basi unafahamu na, natakiwa kuliombea duka langu, kwa mashambulizi yametageti maeneo fulani fulani. Haya ni maarifa ya kwanza kuyachukua. Pia unaweza, kama ukiona na muda, eh unaona na muda umeuta dotoni uka ni muda gani, labda kule looni ulipoenda kulala, pengine labda kufahamu muda bwana, ulikuwa ni mchana au ni siku e, wakati gani labda ni nimekata tamaa. Unaanza e, kuangalia, kumbe nikikata tamaa e, ndo mashambulizi yanakuja. So unaanza kutambua wakati ambao nilikuwa nashambuliwa. Unaona sasa mambo hayo Ehe, na swali jingine kujiuliza ni kwamba kicho kushambuliwa kilitoka wapi? Umeona kile kinachokushambulia kimetoka wapi? Umeona baada ya hapo, yapo ufahamu, unajua hii imetokea wapi? Kwamba ile roho inakushambulia imetokea kwenye bahari, imetokea kwenye msitu, imetokea wapi? Basi tutafahamu kwamba hii roho ile kushambulia imetokea wapi? Umeona? Amekushambulia ng'ombe katoka kwenye zizi, utafahamu hii roho imetokea wapi? Ehe, swali jingine kua, wewe umekabiliana na vipi? Yaani katika ndoto wewe kwa kushambulia labda nyoka, chatu mkubwa, wakati mnashambuliana mnapigana, eh. Je, wewe uliweza kustahimili vipi? Ukijibu swali hilo utajua kama uwezo wako wa kiroho ni upi. Mona, kama una uwezo mkubwa basi, inawezekana ukampige yule mnyama katika ulimwengo alo au baada ya kukimbiza labda, na wewe ukajificha, uka, uka, uka, uka, uka labda labda ukatumia uka uwezo fulani, ili kujiepusha na ile hatari. Kwa hiyo unaangalia una, una, una upoje katika ulimwengo alo. Kama unajiona uko dhaifu katika ulimwengo alo, basi ni wakati wako kujiweka imara. Mona, ulimwengo alo ni mwengo wa ushindani, lazima ujiweke imara ili uweze kukabiliana na viumbe pia. Je, ulipenda kulala? Je, kuna watu walikusaidia katika ndoto? Unaweza kuangalia watu walikusaidia kwenye ndoto au wakusaidia. Kama watu walikusaidia kwenye ndoto, unaweza kufahamu kwamba kuna malaika waliingilia kati ya tatizo langu. Unaona? Malaika mna mwingine wanaingilia kati changamoto zetu, wanakusaidia. Ehe. Ndoto ulivyoisha, nani ameshinda? Yeye ni imeshinda mimi au shetani kashinda, au ndoto imeishia njiani. Maana kuna wakati nyoka anakukimbiza, anataka kugonga tupa, ndoto imeishia hapo. Ndoto kama na hii inakuonesha ina, kwamba usipokuwa makini shetani atakushinda, adui yako ipo karibu, anataka anata kugonga ukastuka, wala kustuka inaimanishi kwamba hata kudhuru. Aha inakuonyesha kwamba adui yako ipo karibu mno, kama utakuwa makini <laughs> atakugonga. Sasa ndio hapo sasa tunakujiuliza ni nani ameshinda, ni mimi, ni yeye, au haijulikani, ndoto imeshia njiani. Kwa hiyo kama ndoto imeshia njiani, ni wakati wako wa kuomba uhakikishe kwamba wewe ndo unayeshinda siku zote. Si unanielewa mpaka hapo. Sasa tupige hatua nyingine kidogo. Mfano wa ndoto za mashambulizi. Hebu tuziangalie baadhi ya mifano kwa mfano, ameota ameona nyoka amedondokea dukani, alafu yeye ndiyo amekimbia. Yani yeye ndio amekimbia, ameenda kulala sikio, nyoka akadondokea dukani, yeye akakimbia. Maana yake nini? Usishangae baada ya siku chache ukajikuta anakimbia kwenda kwenye duka nyingine yaani asishangae ya mwenye duka anamwambia aondoke mahali pale. Yaani maota, duka, nyoka. Kwa mfano maota duka, usishangae siku zinakuja, mwenye duka anakuambia ondoke, ondoka ma kwenye duka langu. Kwa sababu nyoka ni adui, kadondoke kazini kwako, wewe ukakimbia, maanake umemwacha nyoka pale. shetani amefanyaje, amekushinda. So usishangae mwenye duka amekuja anakuambia bwana, ondoka. Ikiwa pale mwejili pale dukani sunanilewa so, mpaka hapo, hii ni mashambulizi. Mfano, ameota nyoka ameingia chumbani, yule mtu akakimbia akaenda chumba kingine, nyoka akamfuata, hii ni ndoto. Melala nyoka ameingia chumbani, halafu yule mtu akatoka chumbani akaenda chumba chingine, na kile nyoka akamfuata, hii ina maana kwamba Kicho kukuta mahali upokuwa mahali pa kwanza, usipokuwa mwangalifu, kitakufuata mahala pa pili. Yani umelala nyoka kaingia chumbani, wewe kaondoka kaenda chumba chingine, usishangae tatizo ile kupata mahali fulani, tatizo hilo hilo litakukumba ukienda sehemu nyingine. Kile unapohama tatizo lile li litakufuata, usishangae ikuona <coughs> hivyo. Kwa mfano mtu mwingine anaweza aliota anashambuliwa na nyuki, na pale alipomwona na nyuki nyuki akatumbukia katika kidole. Ni ndoto kaota anashambuliwa na nyuki, lakini nyuki akadumbukia ndani ya kidole, lakini baada ya siku chache kidole kikavimba kikatunga usaha na kuuma. Unaona, sasa kwa mtoto kwa namna hiyo, kuna adhabu iwe imetoka kwa miungu au kwa Mungu Yonka, kile, kile, nyuki ameingia kwenye kidole, maana yake kwamba kuna adhabu imetoka kwa Mungu au kwa miungu. Sikiliza hapo, ni Kumbukumbu la Torati sura ya kwanza mstari wa arobaini na tatu mpaka arobaini na nne Basi nilimwambia, nilimwambia msikilize, basi niliwaambia, ms, msikilize basi niliwambia msinisikize mm, bali mliasi mli amri ya Bwana, mkajikinai na kukwea mlimani na Waamori nn na Waamori waliokuwa wakikaa katika mlima huo waliotokea juu yenu, wakawafukuza kama wafukuzao na nyuki, wakawapoteshea waka sieli mpaka Holma. Tunaona hapa wamefukuzwa kama wamefukuzwa na nyuki. Kwa hiyo kuna wakati, kuna adhabu kutoka kwa miungu au kutoka kwa nani? Kwa Mungu, hii ni adhabu. Sasa hapo ni kwa tunakuonesha mambo kumi na mbili ya kuangalia unapota ndoto za mashambulizi. Ona, imekuonesha mifano kadha wa kadha, unashambuliwa na nani, kinachokushambulia kimetokea wapi? Jambo la muhimu kulifahamu hilo, kinachoshambulia kimetokea wapi, sio? unanielewa sasa mimi nataka nikwambie leo hii, ikiwa ni wewe unashambuliwa, alafu unajiona kabisa wewe unakimbia, hauna uwezo wowote, basi hakikisha unaongeza uwezo wa kuomba. Una, una umekabiliana vipi na ile leo katika ndoto, hasa uko na wewe mwenyewe uko dhaifu na yule anakukimbiza ana nguvu ina maana kwamba unahitajika nguvu za kuomba ili uweze kumshinda yule adui kimsingi, hauwezi ukamshinda shitani kwa mikakati ile, kwa kuomba tu mm. Na matatizo mengi ya watu ni uchawi. Jifunze sana kuvunja sana uchawi katika maisha yako, <coughs> itakusaidia sana. Mashambulizi mengi ni ya kichawi sasa.